Ikiwa ni kusafirisha madawa ya kulevya, kupatikana na madawa ya kulevya, kupatikana na pombe haramu ya gongo, lakini wizi wa mifugo pamoja na makosa ya uvunjaji. Kutokana na operesheni hizo na misako ambayo tumekuwa tukiifanya ndani ya kipindi cha mwezi Mei mpaka leo hii, jeshi hili limepata mafanikio makubwa, hasa katika kuwakamata watuhumiwa 31 watumia hao moja miongoni wa tisa ni miongoni mwa watumia sugu sana ambao kwa kipindi kirefu walikuwa eh, large. Walikuwa maeneo ya maficho, ambao walikuwa wanafanya matukio yao, lakini wanakwenda wajificha maeneo mbalimbali. Lakini aidha pia, wako watuhumiwa ambao walikuwa wanatumikia vifungo vyao gerezani, lakini walitoka kutokana na sababu mbalimbali, nao walirudi wakawa wanajihusisha na matukio hay, lakini nao pia nao tumewatia miongoni mwa watuhumiwa ambao walikuwa gerezani na wamerudi, kwa kiasi kikubwa wameanza kujihusisha na hatimaye wameingia mikononi. Wako watuhumiwa wa kesi za unyang'anyi, wizi wa pikipiki, lakini pia wako watuhumiwa wizi wa mifugo ambao wote hawa kuyumla, kufa, kwa ujumla tumeweza kufanikiwa kuwakamata kupitia taarifa za wananchi, lakini pia na wadau wengine katika eneo hili la ulinzi na usalama.